Tafadhali Adeli, mdogo wangu, nikuchime miguu yako, naomba unisikilize Adeli. Hebu leo hapo siondoka mpaka unisikilize jamani. Kipesile mimi ananidharau Adeli. Kipesile mimi aniheshimu. Kipesile ananitukana matusi makubwa makubwa. Yaani mpaka nashindwa kuelezea mbele za watu. Sina cha uongo. Eh, Akinye. Yaani nashindwa kuelezea mbele za watu kwa taji ya matusi ilikuwa mimi nitukana mimi Adeli. Yaani mtoto ya amekuwa anaona kama tunalingana wakati mimi ni kama mama yake mzazi, ilipokuwa yeye ananiita dada, alivyokuwa ana adabu, mimi ni mtoto. Na ndio maana pale umenikuta mimi, mimi namwadhibu. Inaniumba <gulitura> mtu mzima kama mimi kutokana <gulitura> e, na mtoto mdogo kama huyu, navumilia mengi tu a, labda nikuulize kitu gani. Hii nyumba yote kwa sasa inanuka moshi ya sigara na wakati naingia huko ndani nimekuta wewe ukiwa na sigara mdomoni. Unaweza ukaniambia nani kakuruhusu kuvuta sigara ndani ya nyumba hii? Sio mimi ndiye, ni kipesile. Yaani mimi mengine nilikuwa nasikutaka hata kuyazungumza, yani sije kuonekana <laughs> mimi, yani mtu simpendi. Na ndio maana haa nimenyamaza. Mimi nilikuwa nimekaa zangu kwenye kiti pale. Kipesile amekuja na sigara yake ananiingizia mdomoni analazimisha mimi nivute sigara. Nikamwambia mimi Kipesile, umri wangu na sigara wapi na wapi mimi Kipesile. Lakini Kipesile amengangana amengangana, vuta sigara. Mimi nikamwambia sitaki Kipesile nivute sigara. Kipesile anangania mimi, mwisho wake nikamsukuma huko nikainuka, lakini bado akawa ananganiza, nikamwambia Kipesile taistoshe mwezio mimi mnaponiona. Sigara kwa ilikuwa ni mweko kwa baba yangu mimi ya deni. Mimi kwetu ni watu wa dini na mimi nimekuja kwa maisha ya dini. Umeona? Yaani ni kama alikuwa anarudisha kwenye mambo ya ajabu. Sasa kati nimemwambia vile, akaanza kunitukana <laughs> akaanza kunitukana. Nikafikiria mimi mtu mzima, mtoto mdogo kama huyu mimi anitukana indo, nikaanza kujitetea, na yeye anarusha ngumi, na yeye sijajua ana nguvu kijana, nikaona ni bora nimkandamize nijitetea deni na yeye penda akajifanya mwenye nyuka na kusema wewe eti mimi nilikuwa ni mnyonge nimuue. Mimi nikuue wewe. Una nini? Umenikosea kitu gani kipesile mpaka nikuue kuue mimi wewe mtoto kweli unaongelea maneno kama haya. Siwezi adeli kufanya kitu kama hicho. Huyu mtoto amebadilika. Yaani adeli siwezi kabisa kufanya kitu kama hicho. Adeli, naomba na mimi unisikilize. Kimya. Unaona dhana zake hizo? Tunaongea watu wazima okay, okay. Unataka kusema nini wewe? Unafikiri unaweza ukasema kitu gani tukakuelewa? Kwa hiyo nataka kumniambia kwamba shannakusingizia shani akusingizie, kwa lipi wewe akusingizie, una nini? Labda nisikize kwa makini makini, Kipesi, mimi sio ndugu yako mimi sina udugu wowote na wewe, sikujui nilijui, mimi niko kote huko mtaani za kusaidia na kuleta hapa. Kwa lazima uwe na heshima na adabu. Shani ni kama dada yako huyo, Shani ni kama mama yako. Kwa hiyo kukupa nafasi ya kuwa karibu na wewe, sio kwamba umfanyia hayo mambo una, unamlazimisha avute sigara, unamlazimisha avute sigara tena ndani ya nyumba hii. Mshenzi, mpumbavu, mjinga wewe! Wewe, wewe, wewe kwangu mimi, sina udugu wote na wewe, sikujui, nijui wako kama chokolata ni wako huko mtaani kakusaidia, lakini kwa, kwa, kwa, kwa ka siku shukrani, kuna ni mateke tukusaidieje? Kuna ni kukata haya, tumekusaidia tumekuleta hapa, walau upate sehemu ya kuishi huko, upate umepata watu ambao wanaweza kuonyesha upendo, kusi kwamba wewe ni mtu kati ya watu watoto, kuendekeza kishenzi, kijinga, ni mtoto kati ya watoto. Lakini mwisho wa siku hutaki, unaanza kuendekeza mambo ya kishenzi, kipumbavu, kijinga, kichokora. Unataka kusaidieje? Huyu unataka kusaidieje? Shani amekubeba mara ngapi? Kwanza ukata uko na ishi kwake, ndio hivyo, mmekosa sehemu ya kukaa, nikaja hapa nikakuhifadhi, mwisho wa siku namfanyia ushenzi, upumbavu na ujinga. Mimi sikujui wewe, sio ndugu yangu. Sisi tunaweza tu kukukuza na tukaishi vizuri, mimi na Shani na tukanenepa. Kwa sababu ukiondoka ndio furaha kwetu kwanza. Kwa sababu unakula sana wewe. Ndio tunakula kilo moja. Kilo moja viu ya ubwa unamaliza natia Tokia sana tu mdani. Weka zako ndio kuzura zura tu mdani huko huko huko huko huko huko huko watoka huko naenda huko chumba hiki chumba hiki chumba hiki chumba hiki. Na kuna chooni tu tuongezea bili za maji. Tutakukuza utaondoka. Wewe kama utashinda kuishi. Na ukiondoka kama tunanenepa wewe. Ukiondoka tunanenepa. Kisha ndio tunapika robo tunashiba. Tunaweka na budget ya kufanya mambo mengine. Wewe unafikiri wewe ni nani wewe ndani? Na tena unyamaze. Unyamaze. Kwa sisi tunaongea, unajifanya kuonekana umeonewa. Unatoa machozi lia mpaka ujaze nyumba machozi, na utayadeki deki, kwa sababu kwa mbona ufanye ushezi upumbavu na ujinga tukubembeleze? Na chakipesile tafadhali, usimfanyie shani, usimvutishe sigara. We mpumbavu nini, pumbavu pumbavu. Ukiendelea okay, kufanya ujinga, tukakutimua huko ndani, unaondoka. Ubaya gwera unaondoka na kabisa, tutashindwa kunenepa huko, mpumbavu nini.

Nimeongea lugha tatu hapo: Kiingereza, Kiswahili na Kifaransa. na spelling nimekupa. Nataka nini? Hebu ongea Kiarabu labda ndo utaelewa. Sina muda, toka. Unaonekana wewe jeuri, sindio? Nakuuliza unaonekana wewe jeuri. Unaita jeuri nini? Ongea na kete sasa, kazi kuvaa minyororo Hivi. Ulikuwa unatoka? Ya, natoka kidogo shani. Ah. Nilikuwa tunataka nikuulize nikupikie chakula gani leo? <laughs> Chetoje tu kwa sababu naona sasa hivi niko mali nakula nyumbani. Unajua <laughs> tukikaa familia tukana kula pamoja <laughs> hivi. Eh. Yake <Talayake>, unajua. <laughs> <laughs> <laughs> Eh. Yaani unajisikia furaha mmekaa pamoja mnakula amani. Mm. Mm. Basi unapika chochote mimi nitakula na kwa kuwa unataka basi ni nakula nyumbani, basi mimi nikuahidi kwamba nitakuwa sili huko nje kuanzia sasa hivi, nitakuwa nakuja kushiriki na nyinyi hapa hmm. hmm. so, hmm. hey, kupika <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kwa hiyo kupika acha. Kuna eh, mm, kipindi nilikuwa na mgahawa eh. ah, hey, watu wakawa sema pale kwa kichwa cha mtu kimezikwa, kumbe kipaji changu ndio cha kupika. Ndio kuna ndio ni uchawi. Kumbe mtu kijua kupika unajua kila kitu, mteja anavutiwa. Eh. Eh. Eh. <laughs> <laughs> hey, mm. Ndio mapishi yako. Sasa unapika na lipo lipo kitunguu, nyanya umechemsha pamoja vile. Hata mm, vijana vya brown. Eh ya Eh acha mimi masuala ya kupika. Mimi nilikuwa naomba leo nikupikie chakula tule pamoja. Mhm. Mm eh. Basi sawa, hilo limeisha na. <laughs> Kwa kuwa ni hivyo basi mimi kwa kwa <coughs> <coughs> eh. <coughs> ni kwaidi kwamba tutaangia leo, nitakuwa nakula hapa nyumbani, mtaja na mambo ya kula huko magengeni, kwa sababu nafurahi sana eh. Sawa shahidi siku hii sana bwana, ngoja ngoja mimi niingie kwenye mishemishe hivi, lakini ya deni nilikuwa naomba unisaidie kuongea na kipesi ile, maana mpaka namuogopa, anaweza kaambia jambo zuri aka nani akanibadilishia Kiswahili au akaongea maneno ya na uongo kwako, akatugombanisha mimi na wewe. Natamani nimwambie anisaidie kuosha vyombo lakini nashindwa. Naona yani amekuwa jeuri bado kama ana ana chuki fulani hivi ndio maana nataka tu uongee naye wewe asitugombanishe bure yani. Kaonekana mimi mbaya. Kumbe tu Kipesile ana hasira zake mwenyewe na mambo yake. Au binafsi wake tu. Hilo ni kweli ambao unalisema Shani. Hmm. Ya, labda naomba nikwambie kitu kimoja. Kwa sasa nakuamini kuliko mtu yeyote yule. Kwa hiyo wewe tu mwambie. Akigoma basi dawa yake ni nayo. Jua Kipesile, umekosea sana kukataa kushirikiana na mimi hmm. Na mtu unamtegemea amekukataa tena, akupendi na ukifanya masiara anaweza kukufukuza muda wote huko ndani. Na isitoshi nimetoka kuongea naye sasa hivi. Hey, siniangalie, nimetoka kuzungumza naye na kibaya zaidi au kizuri zaidi, amesema ananiamini kuliko kitu kingine yani. Shani, najiona kama ushindi unakuja, Adeli amenikubali. Alafu sasa, yani amesema nimpikie chakula awe anakula hapa nyumbani na hiyo kwangu naona kama ndio njia rahisi sana afu ni furaha moja kubwa sana Shari, haina jua Yesi, nikwambie. <laughs> E, nimebadilisha dunia nyingine kwenda kitu kingine, na furaha kwa sababu na uhakika wa kumuua Deli kiurahisi, kama alivomuua rafiki yake, ah, mama Vero. Shari, ushindi kama unakuja unakuja sio kamawaja kupesilina fulan hata hivyo kipesili, usikati tamaa madogo. Kama nyinyi mnajiita madogo janja <laughs> huwa waspendi kuwakatisha tamaa kabisa. Mimi nikupe nafasi nyingine, kipesili ya pili, na nataka nikuulize swali, uko tayari kushirikiana na mimi?

Mimi naitwa e, Shani. Eh, hey, e, niliona habari zako kwenye bango kwamba wewe ni mganga. Hey, nimesikia ni kiboko kweli kweli yeah. Mm, wee ni kweli ni kweli kweli. <laughs> Sasa mi nilikuwa yeah. Mm, na shida baba, unisaidie. Nakusikiliza, maana hapa ni mganga kiboko kama ambavyo umeona, hey. Magonjwa mbalimbali, kichukari, kachede, kisonono, kurudisha mke au mume, nguvu za kiume, hata ukimwi na tipu hey. <laughs> Sawa baba lakini mimi hayo yote sihitaji, hayo ma- mapenzi siu kurudisha nini, mi nahitaji baa kitu kimoja tu nisaidie. E, nilikuwa nataka dawa ya kurusha kaungo kidogo <laughs> kurusha ungo, e. <laughs> Kwa kurushaungo nataka e, kununua uchawi baba, niwe narusha ungo mm. Mm -hmm. Sawa, E, basi sawa kama unauza, yaani hapo ndo nitashukuru kweli, maana nilikuwa nawaza sasa baba sasa baba, kwani ulikuwa unaanzia shingapi? mm, utawi kama unavyojua unatofautiana huu na kama ambavyo unataka huu utawi wa kuruta meo ya kuruta ungo hiyo mm. Tunafanyaga laki moja kumi e, laki moja kumi si ndo kama e, milioni tena babako ndo hiyo milioni yaani kama nanunua uhai baba, unipowezi kunipunguzia kidogo. Kwani wala sini kati, mi wala sina taela nyingi. Kwenye ka laki mbili hivi, hmm? Kwenye laki mbili hivi. Tata laki mbili zira ya kurudisha ume hiyo. Yama hamna uchawi ya laki mbili bana. Nibi uchawi wangu na uta kuanzia laki nane na rebu ya pili ndoni ya kuhuruta ungo milioni Sawa baba, nimekuelewa. la mm, mm, basi nitajitafuta baba angu kidogo hata kwenye ka laki tatu hivi ulisaidie. hamuna uchawi wa laki tatu mjuku wangu, hamuna uchawi wa laki tatu yo, laki tatu ni ya kurudisha mifugo ili ulipiwa ni ah, mm, hamuna uchawi wa laki tatu. Kwa hiyo tafuta izo laki moja kumi uje, ni uje kuchukua uchawi. Sawa baba, nitapambana. Asante, nimekuelewa, nimekuelewa baba yangu. Sawa mm, ukipata wateja wengine, namba yangu ndio wape, wampe kadawa kapo. Haya baba, nitawaambia. Sawa mm. mm. Kwa hiyo hela lakini, haya baba, nitawaambia. Huyu mzee, hmm, anazeeka vibaya.

Unajizima data. Umesahau kama Adeli anaweza kudhibiti na kupambana na wachawi. <laughs> Oh. Hmm. Kumbe ndio lo maanisha. <laughs> Hajawahi kukuambia wewe, hajawahi kukuambia Adeli kwamba kwa sasa Adeli hana lolote, yaani Adeli yupo yupo tu kama tulivyo sisi. Adeli, hujalala mpaka saizi? Mbona sio kawaida yako? Nipo sawa Shanila. Kuna mambo yananiwazisha kidogo, kwa sababu kama ambavyo unajua mimi nilikuwa na uwezo tofauti na binadamu wengine, kwa maana nilikuwa naweza kuona vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuviona, lakini pia nilikuwa na uwezo wa kuliona na kulitabiri tukio kabla halijatokea, lakini sasa hivi nashangaa hizo nguvu zinapungua wakati siku zinavyozidi kusogea, na sasa hivi imefikia hatua siwezi kuona kabisa. Kwa ndo maana na nakaa waza kwamba labda kuna kitu kibaya ambacho nimekifanya, au kuna kitu gani ambacho kina, kina, kinaendelea nyuma hapa zia Koyo, kidoko, niyapo, kua. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kinaniwazisha kidogo, japo kuwa kwangu ni kama furaha kwa sababu itasababisha nami niishi maisha ya amani, niache kukimbizana kama ambavyo ilikuwa mwanzo, lakini nawaza, najiuliza kwa nini hu uwezo unaondoka. Kwa hiyo ndo maana nakuwa nakaa na, na, na tafakari nafikiria hivyo tu, Shani. Kwa hiyo Adery, unataka kuniambia sasa hivi huna uwezo wa kuona achao kabisa? Sina, Shani. Yaani, kitu chochote kile kibaya kikutokea hivyo uwezi kukiona. Hata wachawi wanakuja kufuata uwezi kuwaona kabisa? Nafikiri sina, yaani sio nafikiri, ni sina, kwa sababu saa hivi sioni kabisa. Inamaana huwezi kupambana tena kama ulikuwa napambana na mimi kipindi kile? Bado sijabadilika, siwezi, Shana. <tuhi> <tuhi> <tuhi> lakini mi naona Adeli ni bora tu kwa sababu uko na kukushani nyingi sana hata ulali kwa raha, yani muda wote unapambana na vitu vya ajabu ajabu. Mimi naona tu ni bora upumzike. Ni kweli shana, hata mimi japo aza una... kusema kwamba nahuzunika, lakini kwa upande mwingine naweza akasema kwamba nafurahi, kwa sababu naenda sasa kuishi maisha ya kama binadamu mwingine wa kawaida. Na mimi mm, napumzika na imani kwamba hata hiki kitu kilikuwepo tu, muda wake umeisha, basi kimeondoka. Kwa sababu najivunia sana, kwa sababu hata wewe mwenyewe umebadilika kutokana na mimi kuwa na kusumbua sumbua, tunakimbizana <laughs> kidogo tu mtu tukapurukushana, lakini baada ya wewe kubadilika na uwezo ulikuwa nao umeondoka, kwa hiyo. Lakini alikuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ikikitokee kwa muda fulani na muda wake umeisha na najivunia kwa hilo <laughs> <laughs> elewa hivyo. Abeli kwa sasa hana kitu, yaani hana lolote lile. apeche a lolo <laughs> kimekulamba <laughs>

Sina namna, inabidi niondoke huko ndani, maana macho yangu hayatoi imili kumuona Shani anamua Adedi. Bora niende kwa baba yangu. Nikamombe, nikamwombe msamaha na naimani atanikubalia. Halo. Habari, eh, eh, samahani nimekupigia simu usiku. Mimi naitwa Shani eh, Shani eh, baba nilikuwa naulizia, mimi nilikuwa nataka kununua uchawi Uh, sasa hiyo hebu niitajii kidogo hiyo package ya, ya, ya, u, ya uchawi inakuwaje? mm -hmm. Laki saba ina maana mm -hmm. Hiyo ya laki tatu haina kurusha nanii kaungo kidogo, mpaka ninunue ya laki saba ndio kuna kurusha ungo. Hey. Hmm. Aipungui bala. Haya, basi sawa bangu. Nitakutafuta nikiwa tayari. Haya, asante. Ay, asante sana, hmm.